Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tunaendelea na kukumbushana masuala mbalimbali katika dini yetu, na siku yetu hii ya leo, huwa tukisomeana masala ya fiqhu tahawulat, utambuzi wa kujua mabadiliko mbalimbali yaliyotokea na nayoendelea kutokea irtibatan bihayatina lyaumia, kuyaunganisha na maisha yetu ya kawaida. Kwa sababu ya nini? Takwiatul iman, kuikuza iman kwa kusikia haya yaliyopita, ambayo wenzetu walithubutu, yani walikuwa na utulivu mpaka wakapata daraja za juu, na pia kuzihifadhi hifdhi al-iman au hifadhi al-imanina, kuzichunga na kuzitunza imani zetu. Maana imani tabia yake zinazidi, inazidi na kupungua. Ndio bwana anachuona akatambia kwamba tuwe katika swala imani daiman, tusirudi nyuma. Wakun min al-iman fi mazidi bikathrai salati wa ta'ati, huwa katika imani daima ndio wenye kuzidisha kwa kukathirisha taa swala na mambo mbalimbali. Ukiiacha hivi hivi bila kuiunganisha imani inashuka. Kwa hiyo ndio maana tunasomeana masala kama hayo, tunaelezana, kwa sababu ya kujikumbusha na kujiweka sawa zile imani zetu. Tupo katika kuelezea alamatu saati lwusta, alama za kiyama za kati na kati, na tukasema kwamba hii haina maana kwamba labda level ya ukubwa wake na athari yake na umuhimu wake, la yote, tukaeleza yana level moja, yana ukubwa mmoja, yana umuhimu kwa namna moja, isipokuwa imeambiwa, hii ni sughra, hii ni wusta, hii ni kubra, kutokana na time, zama zile zilivyokuwa zikitokea matukio amekija alamatusaa kubra tena, huko ndo kunakuwa zama yake ni ya mwisho. Hakuna tena suali, hakuna tena kuomba urudishwe ufanyaje na kuamalizi. Lakini kwenye ustwa au sughra, hapa kidogo kuna wepesi, wepesi wa kuzidi kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala kujalia wepesi katika moja ya alama hizo, baada ya kuwa wiki iliyopita tumeelezea na kukumbushana mauqiatul jamal ambayo ni fitna ilifanyika kutaka kuipiza kisasi cha nabi, eh, cha cha, cha, cha, cha, cha sahaba Uthman bin Affan kwa sababu pia wagawanyika hapo na ikaendelea mgawanyiko huo mpaka ikatokea mapambano mengine au tukio jingine ambalo leo ndio tunalihadithia tukio la tisa katika hizi zama za wusta matukio yaliyotokea hili ni la tisa, na sababu yake ni hiyo hiyo ya kuwa kwamba masahaba waligawanyika kutokana na fitna iliyoanzishwa baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukiangalia mawkiatu safaini, au mawkiatu sifaini yote inakuwa ni kitu kimoja, tukio la safu mbili. Ni tukio gani hili? Na waulamaa wamehesabu hiya, wamehesabu ili jambo kama hili ni katika alamatu lwusta, ambayo Mtume sawasalam, katika hadithi sahihi ambayo ipokea Imam Bukhari kwa nambari 6400 kwa nambari 400 kwa nambari elfu nne mia nne na arobaini na nane katika hadithi za Bukhari, kwamba Mtume wsado alisema hindo sharu katil asema hawa ndo shari walio uliwa baina safain ahaduhuma yatlubu lmulka, kwamba hawa watapambana, watapigana, watauana, lakini katika kupigana kwao mmoja wao anagombania ufalme anagombania ukubwa, kwa maana kwamba fitna ilichonganishwa mpaka watu wakawa wanapenda kugombania na ukubwa. Kwa hiyo tukiona kwamba sehemu mtu anapambana ili apate ukubwa tu, reason kubwa ni ile kuona kwamba yeye atake ukubwa tu, ujue ni jambo ambalo madhumumu shar'an, ni jambo ambalo sio sahihi. Lakini kama unapigania na kupambana hiyo sehemu ili uweze kuwaletea wepesi watu, wananyongeshwa au watu wanapelekeshwa, sivyo ndivyo, hapo utakuwa huko katika sahihi, lakini mjaradi tu kwamba wewe na wewe utawale hapo, itakuwa huko katika sifa mbaya sana. Sasa hii maoketu sofaini ni kitu gani? Kwanza kabisa tujue maketu sofaini hii ilitokea mwaka 37 Hijiria na sehemu yenyewe hiyo ikaitwa Safain kwa sababu ni mpaka kati ya Raqa na Furad, ni mpaka yani kama ni mto tu na utenganisha miji miwili hii. Kwa hiyo ndio maana ukaitwa nini, mauqiyatu Safain au mauqiyatu Sifain katika baadhi ya nuskha wanaandika namna hiyo. Ni eneo au ardhi iliyokuwepo kati ya nini, kati ya Arraqa katika lugha wanaita ni mji huo, wal Furat na ni mji ambao inao inaopatikana maeneo ya kaskazini ya Syria, kaskazini ya nini ya Syria. Amir al-Mu'minin jeshi lake ambao ni Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu waliokuwa Iraq na jeshi na pili la upande wa pili lilikuwa la Muawiya wakikusudia wao walikuwa ndio wako hiyo sehemu ya Sham hao wako Iraq au wako Sham, lakini wakutana sehemu moja inaitwa Safain. Ukiangalia fitna hii ilikuwa ni fitna tulkubra naitokea baada ya kuuliwa nani? Sayyidna Uthman, kila mmoja alikuwa anataka jambo kwa haki yake, ikawapelekea waweze kuingia katika matatizo makubwa sana, wakaingia katika shida kubwa sana. Ikatokea mgongano wa mambo mbalimbali, ikatokea udhaifu wa kiuongozi, ikatokea watu kuuliwa sana. lam yaqum fawran al qatla li ta'adhur dhalika waqi'an la shar'an, watu walikuwa kwa maana, kwa sababu watu wote tokea wamechelewa kulipiana kisasi, yani kumlipia kisasi Saidna Uthman, ndio ikapelekea ile kuvuka vuka haya yote yaliyokuja kusababisha maswahaba wakaingia katika fitna baada ya Saidna Ali kufuatwa na watu ili waweze kukubali majambo ambayo yaliwapelekea waingie tu katika fitna kubwa, ambayo ilikuwa sababu yake ni kupishana nani? Saidina Ali na Muawiya. Ndio maana utaona hata leo kuna distance kidogo hiyo, wale ambao wampendao sana Saidina Ali wana distance kidogo na Muawiya, lakini hao wote, kila mmoja ana mazuri yake yake ndio maana katika aqida ya Ahli Sunna wal Jamaa, sisi mara nyingine, hata utaku wanahofia kuwasoma pia, unaanza kuhukumu na hawa ni masahaba wa Mtume rllahi taala, wamepewa grade ya hali ya juu sana. Sasa kuyofia hilo, ndio mara ingine maulama wa alisunnah waljamaa wana acha kama ilivyo, kwa sababu kubwa wao walipishana. Na kama unakumbuka hadithi ya Mtume, kasema ndio sharu katili kwa sababu mmoja wao nini, yatlubul mulka, mmoja wao anatafuta ufalme mmoja katika thabati huwaweka watu wakae vizuri, lakini wengine katika kutafuta nini, kutafuta ufalme. Kwa hiyo alkhilafu lam yakuna la khilafa malamaatubenishia ile tofauti yao wa haikuwa kwamba wanagombania ukhalifa wa wala tamaan fiha wala kutaman bali tu kule kutafuta bora gani ya kulipiza kisasi cha kuliwa sayyidna Uthmani, ndio ikasababisha matizo yote hayo yakatokea. Sasa tuelewe nukta hiyo kwa kuelewa tarehe kwa insafu, kwamba hao wote hawakuwa wanapambania labda khilafa, yani mtu awe khalifa, aliyekuwa khalifa nami nipiganie ni khalifa, la haikuwa hivyo, bali kwamba ile Sayyid Ali ivyochukua kaifiyatu tartib aulawiyatu shar'iyya fi alqisas, kufuatisha ile namna gani ya kisheria ilikuwa bora zaidi. Kuhibiza nini? Kuhibiza kisas ko mawkif zain Ali ikaye ni kwanza ni kujitahidi kusiwe na madhara na kuifanya dola iwe katika udhibiti wake, tathbitu dola awalan, akawa ameifanya namna iwe sawa na kuacha mambo mengine haya thumma alqisasu baada ya istikrar umur, kisha alete kisas baada, kwamba majambo imeshakaa sawa sasa. Kwenye kujua hilo, ndio ikapelekea watu wakafanyaje, wakapigana wakapambana, ikatokea kutokea, waka kwanini Muawiya akawampishana na Ali. Muawiya alikuwa anakusudia lazima damu ya Uthmani ilipizwe ali anasema kwanza dola ikae sawa, kwa sababu tumeshakuwa katika fitna hii, na kama tuko katika fitna basi tujitahidi kuiondosha fitna kama hii isiweze kuleta athari katika maafa zaidi. Ibn Taymiyyah pia naye katika minhaji sunna aliigusia kitu kidogo hichi kama kueleza kwamba Kana Ali wa Muawiya mujtahidin. Hapa ndo watu wanapokosea wengi sana kwenye tarehe, yani mtu anasoma tarehe intimai hizbihi, yani kwa kufuata sha ile kundi lake, kundi lake nataka hivi, na yeye anasoma hivi kwa kitarehe. Hata mara nyingine sisi bado tunajaribiwa katika madhhabu, kwamba unayesoma sala kwa kuangalia ile hizb lako tu. Ah, sisi bwana, sisi hivi bwana, sisi hivi hivi bwana, eh kama kwa mfano inaweza ina, kutokea ina, kwamba watu wanafanya aqdi aqdi nikah sunna kwa madhhabu mahalan Abi Hanifa ni sunna kutoa kutoa khutba kwa kusimama si kama mesalahidoidi lazima khutba. Sasa kitokea siku mtu ametoa khutba ya ndoa ile ina alhamdulillah na udu ya kuozesha khutba za haja, akawa amekaa kwanza, ni istihbab kisha ataonekana kwamba huyu umefanya jambo baya zaidi. Kwa nini? Kwa sababu intimate, kwa sababu madhhabi yangu, kwa sababu tuangalie, hii ni maudhuia, tuwe, tuwe, yani tuwe katika ile topic tu hapa. Ingekuwa hakuna ugomvi wala hakuna matatizo kwenye kila eneo, lakini bwana eye ka nifanye hivi bwana. ah ni bwana, kuna mazuri tunayachukua, tunashirikiana yale ambayo wadauti, mtu unayaacha mambo ya riba, yaani maanake riba, yaani wasiwasi, sio ile riba ya, ya, ya mali ile riba, ili wasiwasi wako, basi jambo uliache, kaatambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. So tunashirikiana ambayo tuko wote vizuri isiga kuna magomvi, isingia udhaifu wa Uislamu kwa hawana nguvu, lakini yote kwa sababu nini? Kwa sababu tuna udhaifu katika usomaji wa tarehe zetu. Kwa hiyo hapa, Ibn Taymiyyah anakuambia, kana ala wa Ali wa Muawiyah mujtahidini walmusibu lahu ajrani walmukhti lahu ajrun wahid ukiia katika manhaji Sunna anaelezea kitu kama hicho, kwamba wote hawa walikuwa wajitahidi. Kwa hiyo likata jitihadi senaali nsaa kwamba dola kwanza ikae sawa, jamani, ndio mambo haya tutafuatilia mwao. Anakuambia la, haiwezekani kama viswahili vya kijana sema tukiwashe ya la haiwezekani, tukae hivi hivi tu, bwana ameuliwa, alafu sisi tunakaa hivi. Kwa hiyo ndio maana ikatokea mambo kama hayo yakawa msongamano kidogo na ikaonekana kama kuna fitna, ikaje vita vya nini, vita vya Safain. Kwa hiyo tafawudhu alqital ikawa inaendelea, yani ushawishi ule, huyu anakwenda huku anakwenda huku, eh, tarafa zote zinapishana, ikatokea mapambano kama ilivyotokea mapambano sasa watu wakawa katika hili, jamani, tufanye nini? Tahkimu, tuweke hapa msahafu hapa, hata msahafu ukinyanyuliwa, mtu akakubali, ndo huyo yu unayokataa, ndo sio huyo. Watu wakaanza yaani, anataka kwenda kisasi na anataka kwenda ni Ali yakae sasa. Natija ya kufanya haya yote katika riwaya zilivyokuja kwamba katika vita hivi pia aliuliwa mmoja katika sahabi aljalili, ambaye Ammar ambaye mtume saa sallam alisema kwamba huyu Ammaru taqtuluhu fiatul baghia, mana maana kwamba ishara, atakayemua Ammar na ni kundi ambalo baghia limefanya ubadhilifu, maana limefanya upotofu Yani, ibilisi amesha teka ndani nafsi yao, bado wamekuwa nini, wapotofu ndani yake. Aka khuda'atu tahkim, wakafanya ujanja nini wa kuleta kitu tahkim, ili ionekane kwamba watakachofanya wao wa sio sahihi. Saidna Ali radhiallahu anhu tamia ambaye yuko Kufa akasema, inni uqatilu ala haqqi, mimi nitapambana juu ya haki, yani mimi nitapigana vita juu ya haki la yaqumu wala yaquma wal amru lahu waw watakubali wata, wata, wata rayangu sasa hivi ninavyoitaka au wasii kubali, hiyo ni amri yao, lakini mimi nitavia ala al haki. Maanake al haki haendi kibubusa, atafanya hatua na utaratibu mpaka ile kisasi, kama ilikusudiwa katika katika Qur'ani, uh, iwe imetimia kwa namna ilivyo. E, akasema nani ambaye ni

Sisi tukamwomba sana ili kwamba tuondoke zetu zetu Misri. Fadhina liman sha'a minna akatuadhinisha, katika miongoni wa sisi eh wa atakula rajulin minna alf dirham, kwa sababu ilikuwa ni nzuri. Akawapa tena support kwamba waendelee kwa mambo yao yakae vizuri, kisha wataitana kwa ajili ya kisasi, lakini waqama taifatun eh minna mukhalifu zalika, wakasema watu wengine wakasema, ah hiyo kwenda kwanza kurest huko hata haipo kwa hiyo wachokifanya katika mzungu wote huu, kukatokea mgawanyiko wa Waislamu sehemu hizi tatu, ambazo hizo ndio zilisababisha sana. Kuna watu wakafata, yani manake wakawa waka ni atbai annamat alawsat, wakawa ni watu wakati na kati, hawataki ugomvi, hawataki kuacha haki, wakawa watu kati na kati, nao ni mamali wa albiti na watu wa nyumbani kwake na wengi katika jamaa ulumungu amba alii iko sawa, kwamba wacha dola ikae sawa, kisha ndo tuendelee. Kundi lingine ambayo ndio mara nyingi sana watu wana, wana, wana, wana, katika vitabu kwa sababu inatajwa Shia katika Kiarabu lugha ni kundi Yani pote la watu grupu la watu do Shia. Sasa mara nyingi kwenye vitabu vya taarikhi wanaandikwa eh, shia tahkim shiatutahkimu, ambao hawa ndo haraja ana ali wakaa sana Ali kwa nini akubali kukopromii jambo kama hili, wakati watu wanatakiwa wapambane kurudisha kisasi Ndo watu nini, kikundi cha tahkimu, ambao wale walionyanyua mashafu, ili kwamba atakayokubali kufanya hivyo ni jamaa yetu, sio kubali kufanya hivyo, akabb kitabu Allah, nani ambaye yuko sahihi, tuhukumu kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu Ali alikuwa ni mtu hapendi kufanya magomvi, kipindi kile anaangalia dola, akakubali tahkimu, kwa hiyo ikapatikana kundi la kumwepuka na ndo hao walimlazimisha Ali afanyeje, akubali ile tahkim, akaikubali ikawa sababu, wengine wakatoka wakaoka. Hilo kundi la pili linaitwa ni Shia, wakamlazimisha tu tahkim, lakini ilipokuwa amekubali tu kuna baadhi ya wengi, la tatu nao ni nini, ni al-khawarij na wao ndio ambao kharaju alal imama Ali wala ambao wametoka sasa, wataki vile hukumu Imam Ali radhiallahu anhu kwa bi tahkim, wakawa wameamua kufanya yao yao, ndio wao kina Muawiya e, na wengineo. Kama kabla ile fitani ilitokea katika nini, mauqiatu jamal ambayo ilikuwa moto moto sana. Aisha naye akatoka, lakini wale wakata darak kwa kuna mapigano makubwa sasa, baadaye mbona mbona hali imekaa kama aidolidol tu, haijulikani. Ndio zikaja mimuku kama hiyo, wakafikia hali ya nini ya kuwa na tahkimu. Kwa hiyo Sayyidna Ali akakubali, kakubali, kubali tahkim. Abu Musa Ash'ari atuhadithia kwamba Amr bin Asi amesikia Muawiya akisema kwamba ili tahkim ilipokuwa imefanyika, watu wakagawanyika na ndio ukawa fitna kubwa sana mpaka kufikia hali ya kupigana. Kwa hiyo hii mauki ya tusafin sababu yake kubwa ilikuwa inqisamul umma, kugawanyika ule umma kwenda katika hali ambayo ya hizi maeneo tatu, kwamba kuna watu walimfuata, walimefuata Sayyidna Ali Kutokana na tahkim kuna watu ambao walikuwa wapapilisha wa tahkim, walipoona kwamba maana kama ni hii ipo hata watu wetu, yani mtu anakujengea jambo tuifanye, aa fanya agreement, aaa tangu zamani sasa wako watu pia nao wanapenda kuona taasisi au jamii imekaa kwa utulivu, watachongezwa. Sio kwamba nao wanahitaji kile kitu, alimradi tu waingize sintofahamu katika lile eneo. Kwa hiyo hapo sasa umma ukawa umegawanyika, khawariji wakadhihirika, khilafa ikaingia udhaifu, umma ukawa unapambana wao kwa wao, wakaunga ili wahdati safu ikawa imeondoka. Sasa li safu moja ikaondoka, wakatogawanyika sehemu mbili, ndio sasa ikaingia ihtirab, mambo ya vita na kupigana mpaka kufikia sasa, hali ambayo ilikuwa ni mbaya zaidi kitarehe. Watu kauliwa kwa sura mbaya sana, na baadaye walirudi wakajutia katika kama hilo. Ndio maana maulama wakasema vitu kama hivi ni vya kuzingatia, kwa sababu mara marangia mnakuwa katika hali ya utulivu, lakini vinaingizwa matukio ya kuwafanya nyinyi mwende katika sura mbaya. Na ndio maana Mtume saaam katika hadithi ambayo ya Bukhari nayo aasema, la taqumu saa hakitusimama kiyama hata taktatila fiatan adhimatani daawahuma wahida Naogopa sana watu wasiwaingilie masahaba. Anasema haitosimama kiyama, yani make kuhesabiwa mpaka makundi mawili ya yapambane tena makubwa, ndio hiyo Muawiya na Ali, lakini wote wao katika nini? katika dawa. Mmeelewa vipi mtume sasa? Hasa wote wao katika nini? Katika dawa, yani katika kuwalengania watu afanye jambo la sawa, dawa makeni Kuwaita watu kwenda kwa Mwenyezi Mungu ndio dawa. Sasa manake hapa katika hii hadithi ya mtume rawahu tena ni mutafaqun ni Bukhari na Muslim kwamba la taqumu saa, hakitusimama kiyama hata taqtatila fi'atan, mpaka makundi mawili yapambane, tena makundi yenyewe adhimatan, mtume akasifu makubwa. Manake kila mmoja kila mmoja ana power. Da'wahuma wahida, lakini ile linganio lao ni moja kama huyu anataka hichi huyu anataka hichi eh, huyu anataka hivi anataka hivi, mwisho wa siku wanajikuta wameingia katika makosa, kwa sababu tu ya kutaka ile haki itendeke. Kwa hiyo mara nyingi sana tunapenda kuwahusia ndugu zetu hapa, natanimalizie ni, ni, ni, ni, ni kwamba tusipende kuingilia sana usomaji wa tarehe eh kuadefine masahaba maulama wote na hadithi zinaashiria kila ikitokeze fitna za maswahaba mwishoe, inakuja wanaweka conclusion ya hadithi kuonyesha hii ni fitna tu. Kwa hiyo na nyinyi, time yote inaweza kuja fitna, kwa kubandishwa huyu na huyu, yule na yule, kama s anaosoma maulidi hampendi asiosoma, na asiosoma maulidi hampendi anayesoma. Hii ni fitna tu, kwa sababu ukiangalia mambo yote ni fariiyati ni mambo ya matawi matawi, lakini usuli yetu yote ni mmoja, asili zetu yote ni moja, kuna huku na huku, kwayo ni kitu ambacho tunatakiwa na sisi tuwe makini kama wenzetu, wakimwapata teeye daraja za juu na wamefanya mambo makubwa sana katika kuweka Uislamu ende mbele. Ukisoma ukisoma Umayyad na Abbasid Umayya Abasiyun na Umayyun, ama Amawiyun katika Uislamu wamefanya kazi kubwa sana ya kuleta mambo ya ambayo leo hii yanatumiwa na watu mbalimbali mbali, ingawa Waislamu wako nyuma kwenye hayo. Sisi tumebakia alhamdulillah, tunaongeza msikitini, tumepata pesa, tumefunga, tumeenda zetu hija, basi lakini yale, yani mambo wasisiwe, mpaka Uislamu ulikuwa una nguvu zaidi Waislamu wamekuwa upande wa dhaifu, wasiokuwa waislamu upande huo wamejiongeza, na kuna principle ya Mwenyezi Mungu kwamba ukifuata, yani kuna kanuni ambayo imeiweka Mwenyezi Mungu ya ulimwengu, ukipita katika njia za kanuni hizo, Mungu anakupa, angalii imani wala angalii rangi yako wala angalii taifa, kwa sababu kashazieka katika utaratibu, zinaitwa natural gift hizo, kwamba lazima hizo, ukifanya katika utaratibu wake utapata tu. Kisha ndio nakuja masuala ya kwamba wewe umepata kwa njia sahihi au umepata kwa njia haramu. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na adab na masahaba, tuwe na adab na wema waliotangulia, na sisi tuwe careful katika kuingizwa katika fitna, ima za kimadhhab katika fitna ima za kitarika, katika fitna za kikamati eh, maanake utakuta hata leo zile kamati zetu zimekaa kijumuiya. Jumuiya hawa jumuiya hii hawa jumuiya huu, hasa wengine si katika jumuiya, watasaidiwa na nani? Hii ndio shida kubwa, ni, ni, ni fitna imetengenezwa, kwamba kila mmoja atakashia jumuiya yetu ina power bwana, iko juu sana, asiye ambaye hana jumuiya inakuaja Manake ni dhalili, wakati watasimu wa bihablillahi jamian, mtum sana umetumwa, kuntum khaira umma. Eh, huu ndio umma umetajwa, umma wote tutatoka, tuingie tusaidiane. Ni ajabu kwamba mapenzi na mshikamano wa Islamu kalbunian wahid kama vile jengo moja, ya shudul baadhi baadhi. Hakuna kusema kwamba hii community fulani, kundi fulani ndio unakuta leo hasa tuna udhaifu kwa hivi, wao tutengenezea vi group, kila ki group kinajali namna yake bwana, alafu kinajifakhaje bwana, taasisi yetu imefanya moja mbili tatu, yeye imefanya nini, wakati huo watu anaangalia wanakuwa victim yani, yule mwenye kala yake mwenye kabila yake au wengine wasiokuwa na hiyo kala na hiyo kabila halas. Watajua wenyewe. Mwenyezi Mungu asituingize katika fitna hiyo, na Mwenyezi Mungu asituingize katika mtani huo. Sisi wote ni ummatan wahida. Ajue migu miguna mbaw yastami'una alqaula fayatuna ahsana. allahu ta'ala alam alfatiha alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin